Ni kukaribishe mpenzi mtazamaji wa Fadeco Online Media na nikushukuru kwa kuzidi kutunga mkono katika shughuli zetu za hapa na pale, lakini pia kabla ya yote mpenzi mtazamaji, ni kuombe uweze kusubscribe, comment, kushare na pia kulaiki video zetu. Taarifa ya leo inasema kuwa jeshi la polisi mkoani Arusha linamshikilia mkazi mmoja wa jiji hilo aitwaye Fredrick Mbwambo ambaye ni kada wa Chadema kwa tuhuma za wizi wa fedha za mchango wa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Januari 28, 2026 na kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha Justine Masejo, Mbwambo alishirikiana na wenzake kukusanya fedha hizo zilizochangwa kwa ajili ya Lissu kupitia kampeni ya funga mwaka na Tundu Lissu. Kamanda Masejo amesema ufuatiliaji wa awali umeonyesha kuwa ukusanyaji huo wa fedha ulikuwa ukifanywa kupitia namba mbili za simu za kampuni tofauti ya simu inayodaiwa zilihamishiwa kwenye namba mbili za simu, moja ikiwa ni kampuni ya Tanzania na ya pili ikiwa ni kampuni ya simu ya nchi jirani. Aidha, jeshi la polisi linawasaka watuhumiwa wanaotuhumiwa kuhusika katika wizi huo pamoja na vielelezo jeshi hilo linaendelea ili hatua za kisheria ziweze zi kufuata. Ni kushukuru kwa kuweza kusikiliza, ni kuombe tu mpenzi mtazamaji usubscribe kwa taarifa zingine nyingi kama hizi. Lakini pia wewe unazungumzia nini kutokana na kada huyo kuruka mbali na fedha za Tundu Lissu? Je, labda unalishauri jeshi la polisi lifanye nini katika komenti hapo chini? Basi sisi tutasoma maoni yako. Usisita kusubscribe, share, comment, lakini pia ulike video zetu. Asante, ulikuwa nami Omar Tibalila.